Tusifiwe. So, wapendwa katika Kristo, karibuni kwenye kipindi chetu ambacho tunaanza muda huo. Karibu mchungaji. Asante uh, sana Bwana Richard Sebastian Amen. Karibu sana pia. Amen. Karibu mtazamaji wetu ambaye umekuwepo hapa ukijifunza neno la Mungu ambalo tunazungumza na wewe kila wakati. Mimi ni mwalimu na ni mchungaji James Jackson Kikoti wa huduma ya Inu Ministry na kanisa la the Gospel Revival Mission. Amen. na mchungaji ninasomo hapa ambalo nimeona tuilete leo kati yangu mi na wewe na watazamaji wenzetu. Hivyo naomba nilisome neno hili la Mathayo sita mstari wa ishirini na tano. Neno la Mungu inasema, kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu, mle nini au mnywe nini, wala mili yenu, mvae nini. Maisha je si zaidi ya chakula na mwili zaidi ya mavazi mchungaji. um, mchungaji anapenda napenda tuli tulitafakari neno hili ambalo Yesu anatuambia kwamba tusisumbukie maisha yenu, kwamba tutavaa nini watakula nini hem, tufafanulie zaidi kuhusu msisumbukie maisha haya. Kwanza nianze na neno kusumbukia au kusumbuka. Kusumbuka, m, ni kufanya kitu ambacho hakitakupa matokeo uliotarajia kusumbuka ni kufanya kitu ambacho hakitakupa matokeo uliyotarajia. Ah, Yesu anaposema msisumbukie maisha yenu, maana yake kwenye kusumbukia maisha ni mtu kutafuta kuwa mtu fulani, kutafuta kuwa na mali, kutafuta kuwa na fedha, kutafuta kuwa na heshima kama utaamua kutafuta ukiwa nje ya mfumo wa Mungu, ukaamua kutafuta ukiwa nje ya mfumo wa Mungu, automatiki unakuwa unajisumbua. Kwa nini unajisumbua? Mungu anasema utajiri na heshima viko kwangu, utajiri udumuo na haki pia. So utajiri pamoja na heshima viko mikononi mwa Mungu. Mtu akiamua aanze kuvitafuta nje ya Mungu anakuwa anajisumbua. Kwa nini hmm? Hawezi kuvipata, kwa sababu huko anakoenda kuvisumbukia havipo, viko kwenye mikono ya Mungu. So Yesu anachojaribu kutuonya, mtu ambaye ameokoka anatakiwa kulitii neno la Mungu, kwa sababu Mungu anajua tunavyohitaji. Mungu anahitaji anajua mahitaji yetu yote tuliyo nayo, na anajua ni haki yetu kuwa nayo, lakini anachotaka yeye tumtii kwanza yeye, tutafute kwanza ufalme wake, tuishi kwanza sawasawa sawa na makusudio yake, halafu vile tunavyohitaji anasema atatuzidishia. Neno atatuzidishia linaonyesha kwamba viko mikononi mwake. Hasemi kwamba mtazidishiwa, anasema atatuzidishia, maana yake yeye ndiye anavyo inawezekana tuna vichache, lakini yeye anaweza kutuongeza zaidi. Okay, inawezekana kuna vitu tulikuwa tunahitaji, lakini yeye anaweza kufanya zaidi ya vile ambavyo sisi tulikuwa tunawaza kwamba tunataka kuvipata hivi. Waefeso tatu ishirini imeandikwa atukuzwe Bwana awezaye kutenda mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyawazayo na tuyaombayo. So Mungu anaweza kufanya zaidi ya tunavyowaza. Mungu anaweza kufanya zaidi ya tunavyoomba, lakini mpaka sisi tutembee kwenye njia zake. Kitabu cha Yohana sura ya kumi na nne mstari wa ishirini na moja anasema, yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye Ani, anasema naye anipendaye atapendwa na Baba yangu na mimi nitampenda na kujidhihirisha kwake. Kwa hiyo Yesu mpaka ajidhihirishe kwetu, Yesu mpaka aachilie vitu tunavyohitaji ni mpaka aone sisi tumefika kwenye engo ya utii ya kulitii neno lake. Tunapolitii neno la Mungu, Yesu anakuja kujidhihirisha kwetu kwenye nini? ndo kule kwenye kutupa utajiri na heshima na vitu vyote. Sikiliza, anasema natembea katika njia za haki, katikati ya mapito ya hukumu, ili niwalisishe mali wale wanipendao na tena nipate kuzijaza hazina zao. So baada ya kumtii Mungu, Mungu anasema, anakuja kukulisisha mali. Maanake kumbe zile mali anaonesha zipo kwake. So mtu aliyeokoka akianza kuzitafuta nje ya kumtii Mungu anajisumbua. Sawa, ah, okay, sawa, kwa sababu hawezi kuzipata. Sawa sawa, na pia nimekumbuka kitu kimoja hapa mchungaji. Naam. Zaburi ya ishirini na nne mstari wa kwanza unasema kwamba nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao, wakao ndani yake na, na. na pia vijana wengi tuseme ukweli kwamba hatujui hilo swala, hmm, kwamba Mungu ndo anamiliki na tunajikuta tunatafuta nje ya neno la Mungu, kama inavyosema tutafute ufalme wake na haki yake kwanza, hmm, ili vitu vingine tuweze kuongezewa sasa kuna vijana wengi, sisi kama sisi tunatafuta nje, sio kutafuta, tunasumbukia mm, vitu ambavyo bado hatuna na kwa tunatamanavyo. Je, ni kipi ambacho tunatupelekea sisi vijana kuweza kusumbukia, sio kutafuta tena, kusumbukia vitu ambavyo bado hujavipata? Tuambie mchungaji. Uh, inawezekana kuna mambo mawili. Mm, jambo la kwanza, inawezekana hatuna imani na Mungu. Jambo la pili inawezekana hatujafahamu. Ninaposema inawezekana hatuna imani na Mungu, neno la Mungu kama hivyo ambavyo mtumishi wa Mungu unalisoma mm. linahitajika imani. Ninaposema Mungu anaposema utajiri na heshima viko kwangu, we unahitajikiwa kuamini mm. kwamba utajiri na heshima kweli viko kwenye mikono ya Mungu. Sasa kuna mtu anaweza kusoma hivyo, lakini hana imani kwamba Mungu anavyo hivyo vitu kwa hiyo inaanza kumpelekea asiamini kwenye kuishi kwenye njia ambazo Mungu amesema, yeye akaamini kwenye njia zinazoonekana kwa macho, kwamba natakiwa kuwa bize sana na kazi, natakiwa oh, huyo Mungu mwenyewe labda nisimwabudu, e, la, e, akaamua tu kuwa bize na, na kazi akashindwa kufanya kile ambacho Mungu amesema. Tuna kundi kubwa la watu ambao wameokoka na wanaishi kwenye mazingira magumu si kana kwamba Mungu ana vitu vya kuwapa, lakini imani yao juu ya Mungu iko mbali. Mungu anasema watu hawa wananikili kwa midomo, mioyoni mwao niko mbali. So kinachopelekea mtu aanze kuweka fokasi kubwa kwenye kutegemea akili na mifumo ya ulimwengu, akaacha kumtegemea Mungu, inawezekana ana imani juu ya Mungu aliyezungumza hivyo vitu. Nataka taka nikuambie mafanikio ya watu wote yanajengwa na imani. Kama unahitaji kufanikiwa katika Mungu inahitajika imani. Kama unahitajika kufanikiwa katika shetani inahitajika imani. Tofauti ya wanaotafuta kwa shetani na wanaotafuta kwa Mungu ni kubwa. Anayetafuta utajiri kwa shetani anahitajika awe na imani, lakini shetani yeye hana vitu vya kukupa wewe ukae navyo, sababu yeye, Biblia inamtaja ni mwizi na ni mnyang'anyi. Kwa hiyo kuna vitu vya watu ambavyo wanaiba, anakuja kukupa wewe, na baada ya kukupa, anakupa masharti. Baada ya yale masharti, anakuja kukunyang'anya tena. Anakunye so, anaishi kwenye mfumo. Ndio maana unaona mtu mm, fulani ameona njia za Mungu kutembea kupata mali ni ngumu. Unaona vijana wengi sasa hivi wanawaza kwenda free mason, illuminati, kwa waganga wa kienyeji mm, na baada ya muda unasikia mtu amekuwa tajiri, baada ya muda mfupi unasikia kama maskini tena yule mtu ukienda kumuuliza, anaona kumbe nilikuwa najisumbua. Maana yake alienda si sehemu sahihi, amepata vitu na amekosea masharti na amenyang'anywa. Oh, maskini, kapoteza ndugu zake, kapoteza watoto wake, kapoteza kila kitu, anarudi anatakiwa kuanza mwanzo tena Shetani kanyang'anya kila alichokuwa nacho. So mtu yoyote ambaye anatafuta vitu nje ya Mungu, haijalishi leo umemwona amependeza kiasi gani, haijalishi leo umeona anamiliki magari mangapi, haijalishi unaona ana makampuni mangapi, huyo anajisumbua kwa sababu iko siku moja shetani atamnyang'anya vyote alivyo navyo. Mungu anasema utajiri na heshima viko kwake, na anasema anampa mtu kidogo kidogo, na utajiri wake hachangamanishi na huzuni. So vijana wengi au watu wengi wa leo Ah, ah, wana, wana, wanaamua kuto ku, ku, kumtegemea Mungu ni kwa sababu hawamwamini Mungu kile anachosema kwamba kinaweza kutimia, lakini mtu mwenye akili zake timamu za kiroho anajua vitu vyote vinapatikana kwa Mungu, na yeye ataishi kwa kumtegemea Mungu. Litatimia lile neno alilosema Daudi, hajawahi kuona mwenye haki ameachwa wala watoto wake wanaomba mikate barabarani. Maana yake wote wanaomtumikia Mungu Mungu huwa anawaheshimisha anawafanya kuwa vyombo vya heshima, lakini wale ambao wanapookoka watembei kwenye njia za Mungu wanakuwa wanajisumbua kwa kutegemea akili zao na kutegemea vitu visivyokuwa na msaada, kwa sababu utajiri na heshima viko mikononi mwa Mungu. Ah, asante sana mchungaji, na nimekumbuka andiko moja nasema, itamfaa nini binadamu kupata fama, ku, kuipata dunia nzima hmm, na kupoteza roho yake. Sasa mchungaji na niombe tu ushauri mmoja kwa vijana, tufanyeje vijana? Maana wengi tunasumbukia badala ya kutafuta sasa, mm, ili tuweze kuachana na kusumbukia sasa, tuanze kutafuta. Vijana wafanye nini? Okay, nina mambo mawili juu ya vijana. Mm, nina mambo mawili juu ya vijana. Jambo la kwanza wanatakiwa kumtii Mungu. Mm, halafu jambo la pili wanatakiwa kujituma kwenye kazi za mikono yao hmm. Nianze na jambo la kwanza ambalo ni kumtii Mungu kitabu hmm. kile cha Kumbukumbu la Torati ishirini na nane kinasema hmm, itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kutunza kuyafanya maagizo yake yote, ni kuagizayo leo, ndivyo baraka hizi zitakapokujilia na kukupata. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani. Biblia pia inazungumza. uh, Mungu alikuwa anamwambia anamwambia Yoshua uh, anaambia kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali uyatafakari maneno yake mchana na usiku. yes, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. So kustawi kwa mtu kupo kwenye utii wa neno la Mungu. Tuna kundi kubwa la watu ambao wanasema wanamtegemea Mungu, lakini hawana utii na Mungu. Hmm. Yaani, kuna watu wanakuja kanisani si kwa sababu wanataka kumtii Mungu, wanataka Mungu awafate wao wanachotaka. hmm. So unakuta ameokoka lakini hana mabadiliko. hmm. Yuko kanisani bado anazini. hmm. Yuko kanisani bado ni mwizi. hmm. Yuko kanisani bado ni muongo. Yuko kanisani bado ana mambo mengi ya dunia, na Mungu kila akimwonya, acha hichi, hataki kukiacha, lakini kila wakati akikaa anaona kama Mungu hamtendei mm. anaona kama Mungu hafanyi kitu chochote. Ni kumbe anaishi katika mfumo ambao hamtii Mungu, na mtu yote asiyemtii Mungu aliyeokoka eh. ataishi maisha ya shida sana mm. kwa nini nasema hivi? Uokovu ni mkataba. Unapookoka Yesu anakwambia ukifanya mema utapata haya mm. ukifanya mabaya Utaku, utapata haya kitabu mm. cha Kumbukumbu la Torati ishirini na nane moja mpaka kumi na nne kinazungumzia mema ya ukiamua kutii. kumi na tano mpaka huko mwisho na kuendelea kinazungumzia ukifanya mabaya eh, kuna mabaya ambayo yatakutokea yata kama usipotii ko mtu aliyeokoka kama hamtii Mungu automatiki anapita kwenye mabaya. Ndio maana kuna watu wanasema mbona walokole wanaishi maisha magumu mm. kuliko watu ambao hawajaokoka wale ambao hawajaokoka hawajaingia kwenye mkataba mm. wewe uliyeokoka, unaingia kwenye mkataba ili upate vitu fulani, ni mpaka utii. Usipotii, kuna mabaya yanakutokea mm. so kuna watu ambao wanaishi huko duniani hawako awa, na sheria yoyote inayowaongoza hawajasema Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwao wanaweza kupata fedha kwa namna yoyote ile, lakini wee uliyeokoka, Mungu anasema ukiacha kunitii nitakupiga mpaka upotee kwa upesi mm so tuna tuna tuna hawa watu ambao ambao mimi uh, nawashauri na vijana walitii neno la Mungu tena mm. sio kijana, mtu yoyote uliyeokoka mm. kama unahitaji mafanikio katika Mungu, tii maagizo ya Mungu sababu unajua hata watu wanaoenda kwa waganga wanafanikiwa kwa utii, okay. Yeah, yani mganga akikwambia fanya kitu fulani, fanya kitu fulani, utii wako ndiyo mafanikio yako. Mm. na mtu yoyote anayoenda kwa Mungu utii ndiyo mafanikio yake. Jambo la pili nimesema, uh, ambalo na washauri vijana wafanye kazi kwa bidii. Biblia inasema mm. mtu afanyaye kazi kwa ulegevu atapata umaskini wa kumtosha. Kwa hiyo unapookoka ni jambo jema, lakini Mungu anahitaji kuona bidii kwenye kazi uliopewa, au kazi unayofanya ili upate mali unatakiwa kuwa na bidii. Kama unafanya vitu kilegevu, biblia inasema uwe na, unanena kwa lugha uwe na upako, unaombea wagonjwa wanapona, biblia inasema utapata umaskini wa kukutosha. Kile ambacho mungu amekupa, ukifanye, kifanye kwa bidii. Wewe ni mtumishi, hubiri kwa viwango, bila kujihurumia. Fanya kazi ya mungu kwa bidii, utaona mafanikio. Wewe ni kijana, umeajiriwa kwenye kampuni Fanya kazi kwa bidii mpaka bosi wako akifikiria kuna watu unataka kuwapunguza, jina lako aseme siwezi kulitoa. Wewe ni kijana ambaye unafanya biashara, ng'ang'ana kufanya biashara kwa bidii mpaka watu kwenye mtaa wako wajue biashara yako ya kwamba ni biashara iliyo bora, watu wote waifahamu biashara yako, weka bidii, sio unalala unakuja kufungua biashara saa sita, unakuja kufungua biashara saa tisa, una wewe ni mwingilisti kwa wiki nzima unahubiri mara moja au uhubiri kabisa. La we, wewe ni dada uko uko tu nyumbani au jishughulishi na kazi, utakuwa umeokoka lakini baraka za Mungu hautaziona. Mungu anasema anayefanya vitu kwa ulegevu anapata umaskini wa kumtosha. Kwa hiyo tunaelewa, mafanikio yako kwenye bidii, sio tu kwenye kuokoka, yapo kwenye bidii ya kile unachokifanya. Ndio maana ukiwaona wachungaji wenye bidii wanafanikiwa haraka, haijalishi waliokoka lini Ukiwaona watu wenye bidii wanafanikiwa kwenye biashara haraka, haijalishi waliokoka lini. Kwa hiyo ongeza bidii wewe, ndo nakushauri uongeze bidii kwenye kile unachofanya. Hey, asante sana mchungaji. Na pia na kuna neno moja hapa nimelisahau kidogo, tumelipitia na hatujaligusia kwa, kwa undani sana, na kwenye ishu ya tamaa mm, ya yeah, vijana tunakuwa tuna tamaa sana Sa. ya unakuta mwenzio amefanikiwa, ila ujajua akafanikiwaje au ni kwa njia ya Mungu mm. lakini unakuwa una tamaa ya kufanya kama yeye ili umfikie kama yeye kwa spidi ajabu. Sasa ni aina ya kusumbukia nyingine, ambayo nilikuwa naomba pia utuelezee, kwa sababu tamaa, neno la Mungu inasema tamaa uzaa dhambi na dhambi kisha kukomaa uzaa mauti. Sasa <coughs> tuongelee kuhusu tamaa, maana muda mwingine napenda inapelekea vijana kusumbukia vitu ambavyo vinahitaji muda, hapo unasemaje mchungaji? okay. mm. Kwanza tamaa inaletwa na vitu viwili. mm-hmm. Tamaa inaletwa na vitu viwili. Jambo la kwanza linaloleta tamaa ni mtu kutokuwa na njia ya kufikia anachokitaka. Mtu yeyote asiyejua njia ya kufikia mahali anapopataka anakuwa na tamaa. Aa. Nikisema mtu asiyejua njia yani, kuna mtu anasema nataka kuwa tajiri. Yeah. lakini hajui njia ya kupitia mpaka awe tajiri Mm. kwa hiyo kila akiwaona matajiri <coughs> anajikuta anachanganyikiwa, anataka kuwa tajiri. Sasa hapo ndo unajikuta mtu fulani anaweza akawa anatamani kuwa na simu kubwa, lakini hajui njia ya, ku, ya, ya kufikia mahali fulani mpaka apate fedha ya kununua simu kubwa, kwa sababu anatamaa, anataka kuwa na hicho kitu anajikuta anaenda kuiba na unakuta vijana wanachoma wa moto kila siku inayoitwa leo, sababu anatamana kitu, lakini hajui njia gani apitie ili aweze kukipata. Ndo, unakuta kuna watu nimesema tena wanatamani kumili, kuendesha magari makubwa, unasikia kuna watu sijui wanaenda Zambia wanatoa vidole mm. E, anakata vidole ili apate hela hawa mm. Ni watu ambao wamekosa kujua njia ambazo zinaweza zikawafikisha mahali wa, kuna mahali wanataka kwenda lakini hawajui njia watafikaje. So mtu yote asiyejua njia huwa anaingia kwenye tamaa, na hii namna nyingine nasemea pia, hiyo tamaa huwa inazaa kitu kingine kinachoitwa wivu yani, anavyopambana afikie mahali fulani lakini hana njia, anaingia na wivu juu ya wale ambao wanafanikiwa, anaanza kutaka ku block sababu anasema mbona mi sifiki alafu wengine naona wanaenda spidi wananipita, pale ambako mi natamani kwenda siendi. Alafu wanatokea watu tu wanaenda, badala ya kuuliza njia wanazopitia mm, yeye anabeba wivu. So tamaa saa nyingine inaleta hasira, sababu naweza nikatamani nikawa kama Richard mm, lakini sijui Richard alipitia wapi mpaka akafika hapo alipo mm. Na saa nyingine hata ukitaka kuuliza Richadi alipitia nini mpaka akafikia hapo. Kuna mazingira ukiambiwa alichopitia bado unakuwa haukubali, wewe unataka tu uwe kama Richadi. Na leo tuna watu wengi ambao wanaiga maisha, yaani tuna watu wengi wanaoiga maisha. Anaweza kumwona mtu ana gari, anaweza kuona mtu anaweza kwenda kulala hotelini, na yeye ni ndoto zake kwenda kulala hotelini sasa hai, anaweza akapambana akapata milioni moja akasema lazima nikalale hotelini kwa akachukua ile milioni moja akaenda hotelini kulala mm. na anapoenda kulala analala na mtu ambaye anaiga maisha yake mwenzake akirudi ya na gari lake kuna mifumo yuko nayo hela zingine zimeingia mm. yeye akirudi ana, ana, ana, ana hata mia mm. Mm. so tamaa ni kitu kipana sana ndio. tamaa ni kitu kipana sana Deo, lakini tamaa inasababishwa, nimesema jambo la kwanza, inasababishwa na mtu ambaye anataka kuwa sehemu fulani, lakini hajui njia za kupitia deo. Deo, deo. lakini jambo la pili tamaa inasababishwa na watu ambao hawa, hawana subira. Tamaa inasababishwa na watu ambao hawana subira. Watu wasio na subira huwa wanajikuta wanaanguka kwenye kundi la tamaa. Kwa nini? Kila jambo lina wakati wake. Ndio sasa kuna mtu anatamani apande mbegu leo na avune leo mm, sababu kuna jirani yake kaona anavuna mm. Kwa hiyo anataka avune leo leo, kitu ambacho hakiwezekani. Sasa kuna watu hawanasubira, anajua kabisa njia kwamba inabidi nipande nisubiri, nipalilie na baada ya muda nitaenda kuvuna, yeye kusubilia hata na, hiyo ndio changamoto ya Waafrika wengi. Waafrika wengi hawaamini kwenye wakati mm, hawaamini kwenye, kwenye, kwenye wakati ama nyakati wao, wanaamini kwenye wanachokihitaji kitokee muda huo huo. Ukimwita mwafrika hapa e, wa baadhi ya Waafrika sisi wenyewe Waafrika ukamwambia, uh, ninakupa shamba la miti eka hamsini, miti michanga ya mbao au ya nguzo hmm, ambayo itachukua miaka ishirini hmm, kuja kuivuna hmm, na nina shilingi milioni kumi. Unachukua nini? Shamba utakiwi kuuza mpaka uvune, hmm. Yeye atakwambia anachagua milioni kumi, milioni kumi. Kwa nini? Kwanza, anaona proses ya kusubiri mpaka miaka mm. ishirini anahisi inawezekana asiwepo, kwanza naweza akafa. Kwa hiyo <laughs> akawa hajatumia hivyo vitu mm. anawaza inaweza ikatokea ukame mm. hiyo miti ikafa mm. So tuna mawazo ya hofu mm. Kwa hiyo tunakosa kusubiri, tunapenda vitu vya haraka mm. So tamaa pia inasababishwa na watu wanaopenda vitu vya haraka. Kuna mabinti wengi wanazini sikana kwamba wana hiyo tabia ya kupenda kuzini mm, ila wanataka vitu kwa haraka. Ni binti amepanga chumba, anataka aweke makochi, anataka aweke TV mm, anataka aweke kitanda. Kazi yake analipwa elfu sita kwa siku, kwa hiyo anaona elfu sita kununua hivyo vitu vyote yeah, kuimeki mpaka ifike yeah, akanunua TV anaona aa, nachelewa yeah. Kwa hiyo anaanza kutafuta kupata kwa haraka, ndo mm, nakuta anaanza kutafuta vibabu Hmm. Anaenda kulala navyo hmm. Eh, unakuta mabinti mara wamefia gesti. Tamaa hmm. ndio kutaka vitu kwa haraka, kutokuwa hmm. na muda wa kusubiri, lakini hmm. tunawapendwa pia leo wanaotaka vitu kwa haraka ndio hmm. maana unasikia kuna wachungaji wamefungua kanisa leo anataka liwe kanisa kubwa kama la fulani mm. na anajua kabisa kwamba kwa Mungu kuna kusubiri Ndiyo. lakini anataka siku moja awe mchungaji mkubwa mm. Baadaye anatumia njia yoyote. Sifikiri watu wanaoenda kujiunga na hivyo vyama vya giza kwa ajili ya kuwafanya wawe watu famous, sikana kwamba uh, uh, walikuwa wanataka kwenda mm. lakini walikuwa wanataka haraka. oh, okay, kwa hiyo tamaa inasababishwa pia na mtu ambaye ana subira. Ndio maana tamaa inasababishwa na mambo mawili. Kwa kukosa subira pia huwa kuna zaa, hmm. tamaa ndio, na kitu kingine kwamba tamaa pia inatupelekea pia vijana kusumbukia, maana tunataka yeah. E. Yeah. Yeah, na kwa haraka zaidi nipende kushukuru kwa ajili ya huu ujumbe ambao tumeweza kutengeneza hapa kwa ajili ya ndugu jamaa na marafiki wanaosikiliza yeah. Na nashukuru sana, tumeweza kufanikisha vizuri na tumefikia tamati. Asante sana kwa ujumbe huu na imani, pia wasikilizaji na wenyewe wataguswa na kuweza kuwacha kukimbilia vitu kwa wakati wa